Wema. Kwanza kabisa nikupe hongera kwa kushiriki Jenga Furaha Foundation. Asante sana bana, na nyinyi tunawashukuru pia kwa support yenu. Sawa. Na niko naomba utoe maneno machache kuhusu Jenga Furaha Foundation kwa Tanzania. na Sao, hii hapa ni foundation ambayo tumeianzisha kwa ajili ya kusaidia watu ambao wenye uhitaji. Kwa hiyo ni msimu wa pili, lakini msimu wa kwanza haukuwa na na ukubwa wa hivyo, lakini msimu hapa huu ambao tumeufanya leo, nashukuru Mungu tumeanza vizuri ingawa akamilisha vitu vingi lakini tumeanza vizuri, wanamtwala pia na viongozi ambao wameshiriki kwa kutoa sapoti na kushiriki katika mechi ambayo ya kusaidia wa watu ambao wenye wa uhitaji. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana, tunaonio ya kuambia

hii imekuaje, me, sana. Hi, hi, hii hii ambazo, ambazo, ambazo, sana ndo sehemu mimi nimetoka ambao sisi tumezaliwa na tamasha tumekuja kufanya hapa, kwa hiyo ni ni furaha na faraja pia kuvaa hii wewe pia we, pia ni hey, we, makone, ni eh mimi makonde. Sisi tunapenda kuwashukuru mashabiki ambao wamejitokeza kwa siku ya leo kwa ajili ya mchezo ambao tumeuandaa taasisi yetu ya Jenga Furaha Foundation ya kusaidia watu wenye uhitaji, kwa hiyo imekuwa surprise kubwa sana sababu atukutarajia mwitikio huu wa watu ambao walikuwepo uwanjani. Kwa hiyo sisi watu wa Mtwara tunawashukuru sana kwa sapoti ambao wameionyesha, pia na wazamini ambao tumewapata. Tunatarajia next time tutapata mashabiki wengi zaidi uwanja mzima na wazamini wengi kabisa, na tutawaletea wachezaji ambao wengine hawajawahi kuwaona katika alizi.